Mahakama hii kwa kutumia mamlaka yake iweze kutamka kwamba yote yaliyofanyika kule yalikuwa ni batili na madhara ni batili, kwa kushikwa kwake kulikuwa ni batili, na kwa kuwa akuwa hapakuwa na kosa lolote kule Mbinga na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu haina mamlaka hayo, yeye basi aachwe huru, aweze kurudi nyumbani kwake na kuweza kuendelea na maisha yake. Kwa hiyo angalau kesi hii najua kwamba itakuwa imetibu makosa mengi sana ambayo yanafanywa na waendesha mashtaka wa serikali husiana na kesi za namna hii. Wanashika watu sehemu moja, alafu wanaenda kuwapeleka sehemu nyingine, wakitumia hata vifungu ambavyo sio vya vistahili vya sheria, wakitumia kesi ya ile sheria za za mahakama za mahakimu wa kazi ambayo si si sawa sawa, lakini tunaiachia mahakama iweze kutoa uamuzi. Mahakama imesema itatoa uamuzi siku ya Jumatatu, maana yake ni tarehe 15 saa tatu asubuhi. Kwa hiyo ni kwamba kazi kubwa imefanyika, mwenyekiti kaweza ku, kuonyesha kwa umakini kabisa na kuweza kuisaidia kuweza ku, kuwasilisha hoja nzito sana kama majaji wa mahakama kuu. Basi majaji hao wamesema kwamba wanaomba wapewe muda waweze kustafakari hoja za pande zote mbili na mwisho wa siku wafanye maamuzi yao saa tatu asubuhi siku ya tarehe 15 mwezi mwe, mwe Septemba 2025. Asanteni. Wafu wanaenda kuwapeleka sehemu nyingine wakitumia hata vifungo ambavyo sio vya e, mawasilisho yake ya mwisho au majibu yake ya mwisho kuhusiana na hoja ambazo za majibu ambazo zilikuwa zimewasilishwa na, ma, na mawakili wa serikali na msingi wa mawasilisho yake ni kwamba mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam maarufu ya pale Kisutu, yale yote ambayo aliyafanya kuanzia tarehe kumi ya mwezi wa nne mwaka 2025 hadi tarehe 18 na ya mwezi wa 8 mwaka 2025 yalikuwa ni batili. Yeye kupelekwa pale katika mahakama hiyo na jamhuri kumpeleka pale wakati imemshika katika wilaya ya Mbinga mkoa wa Ruvuma tarehe tisa ile ya mwezi wa nne ilikuwa ni makosa. Sheria iko wazi kabisa kwamba mahakama ya ukabidhi inatakiwa ni ile ambayo mshtakiwa ameshikwa. Unapokuwa umekamatwa katika wilaya fulani na kuna mahakama ya ukabidhi, kwamba ile mahakama haina mamlaka ya kuweza kusikiliza kesi ile kwa, kwa ukamilifu wake. Inayofanya majukumu ya ukabidhi ni mahakama ya pale ambako mtu amekamatwa, na si katika mahakama ambako unafikiria kwamba kosa lilitendeka. Sasa e, mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kabisa kwa marejeo ya sheria na maamuzi ya mahakama kuu na mahakama ya rufaa ambayo yameweza kuonyesha kabisa kwamba hilo ni swala ambalo halina ubishi. Limeweza kuwasilishwa pale na kuonyesha kwamba yale yote ambayo yalifanywa chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga na yale aliyoleta hapa yote yalikuwa ni batili. Hiyo ndio hoja yake e. Na ameweza kuonyesha kabisa kwamba majibu ya mawakili wa serikali katika hoja hizo yalikuwa kwa sehemu kubwa yanaunga mkono hoja yake, na baada ya hapo ameomba kwamba sasa nami nashukuru kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo mosi imefanywa na mwenyekiti Tundu Lissu. Haikuwa tu kazi ya kuwasilisha mapingamizi na maelezo ya mapingamizi, mimi naamini lilikuwa ni darasa kwa kweli la sheria na haki mahakamani, na sisi wengi wetu tulikuwa wanafunzi tunachukua tunachukua kumbukumbu kumbu, tunachukua notes. Na naamini hata upande wa jamhuri vile vile nao walikuwa wanachukua notes kwa ajili ya mabadiliko kwenye mifumo ya kimahakama na mifumo ya, ya haki. Kwa kweli, mwenyekiti amefanya kazi kubwa sana, na nishukuru vile vile mawakili kwa wingi wao ambao wameshiriki kama wasaidizi wa mwenyekiti katika kufanya utafiti na kuandaa hoja mbalimbali mbali. Kazi kwa upande wa mwenyekiti Tundu Lissu pamoja na mawakili waliomsaidia, na watetezi wa haki wote, katika hatua hii ya mapingamizi juu ya mamlaka ya mahakama ime, imekamilika leo na hatimaye sasa kikombe kimewekwa mikononi mwa majaji huweza kufanya uamuzi. Mimi naitafsiri uh, hitimisho la leo la uwasilishaji na siku ya tarehe kumi na tano mwezi Septemba saa tatu asubuhi natafsiri kama ni jaribio kwa mahakama. Si jaribio tu kwa majaji ambao macho ya Watanzania wote na dunia yatakuwa yakiwatazama na masikio yakiwasikiliza bali jaribio kwa mfumo mzima wa mahakama. Naamini kama ambavyo mwenyekiti Tundu Lissu ameomba, wa majaji watakwenda kufanya uamuzi kwa haki, bila ya uoga, bila ya upendeleo, bila ya hila na bila ya huba, kwa kuzingatia hoja nyingi ambazo zimewasilishwa zime mahakamani. Kwa hiyo leo sitazungumza kuhusu hoja, mheshimiwa wakili amekwisha zizungumza, na nyingine tusubiri hiyo uh, Jumatatu uh, saa tatu tarehe kumi na tano. Sasa Jumatatu tarehe kumi na tano itakuwa ni siku ya pekee vile vile, kwa sababu ni siku, ni siku ya kuadhimisha demokrasia duniani. Ni siku ya demokrasia duniani wakati dunia ikiwa inaadhimisha demokrasia, Tanzania demokrasia na haki viko kifungoni, viko mahakamani. Tuko gerezani kwa maana ya mwenyekiti wetu yuko kwenye kuta za gereza. Tuko gerezani kwa maana ya chama cha Chadema kimewekewa gereza la vifungo mbalimbali mbali na vizuizi mbalimbali mbali kwa viongozi. Tuko gerezani kwa maana ya Watanzania hawana uhuru wa kuchagua viongozi wanaowataka. Kuna kitu kinaendelea kinaitwa uchaguzi, lakini kimsingi si uchaguzi. Ndio maana sisi tumechukua msimamo wa no reforms no election. Kwa hiyo niwaombe wapenda haki wote, wapenda demokrasia wote, kujumuika kwa wingi siku ya Jumatatu tarehe kumi na tano saa tatu asubuhi tuje tuadhimishe siku ya demokrasia hapa mahakamani kwa kuona haki ikitendeka kwa mwenyekiti Tundu Lissu. Na haki hiyo aliyoiomba mwenyekiti Lissu ni kwamba yale, yale, mashauri committal proceedings, yale mashauri ya ukabidhi yaliyofanyika Kisutu yafutwe, na yakishafutwa kwa sababu mamlaka ya Kisutu haina haki tena ya haina mamlaka ya kusikiliza jambo hilo asirudishwe mahakama ya Kisutu na kwa sababu kule alikokamatiwa Mbinga hakuna kesi yoyote iliyofunguliwa dhidi yake, ameomba mahakama imwachie huru. Kwa hiyo niwaombe waombe wa Tanzania bila kuingilia huru wa mahakama, tarehe kumi na tano mwezi Septemba, saa tatu, tuje hapa tuadhimishe siku ya demokrasia, tusikilize uamuzi wa mahakama.